Wanaonyeshaga mahusiano yao kwenye mitandao huwa yakaagi muda mrefu sana, na mengi huwaga yanaanguka kabisa na kutoweka kabisa. Lakini kwa Ngosha, wewe naona kwako amekuwa kama jambo rahisi sana. Hebu tuambie ni siri gani ambayo unaifanya ku maintain hili? Yaani mtandao hauna sababu yoyote ya kuangusha uhusiano la mtu yoyote. Mahusiano yanaanguka kwa maamuzi ya watu wenyewe binafsi kwa sababu ni nani ambaye mahusiano yake yako mtandaoni? Kwa sababu sasa hivi ukifunga ndoa, makameramani wapo, majirani wapo, ndugu wapo. Kwa hiyo ni wewe tu na maamuzi yenu, namna ambavyo lifestyle mtakayoamua kuishi. Kwa hiyo mimi sioni kama inachochea au inachangia mahusiano kuvunjika kwenye mtandao, kwa sababu kama ni kutongozwa, naweza katongozwa hata na majirani. Kwa hiyo mimi sioni kama ni sababu, kwa sababu unaweza usimposti akajiposti. Kwa hiyo ni msimamo yake na misingi aliyojiwekea na lifestyle ambayo ameamua kuishi hivyo, na Mungu ndio atakayesimamia. Mungu akisimamia mambo yote yanakuwa heri. Okay. Yeah. Ngosha. Eh, kwa tasnia yako kuna majaribu mengi sana. Lakini naona sasa hivi kama wewe na mpenzi wako Melody mmeendana kwa kingo fulani. So, unaona mpaka inafika stage sasa mnashirikiana na maklipu mnatoa kwa pamoja. Mna maintain vipi pia hizo? Hebu tupitishe hapo. Maana kuna ambao pia wana date na wapenzi wao lakini unakuta hawezi kuenda pamoja kwenye baadhi ya vitu. Ukisikia msaidizi Uh, wakati unatafuta mwenzako unaitwa msaidizi, make sure unajua anataka kusaidia nini. Kwa hiyo ndio maana halisi ya msaidizi. Kwa hiyo kwa mimi kwangu najisikia na amani na furaha, kwa sababu anani ananisapoti kwenye kazi, tunasapotiana, tunafanya kazi kwa pamoja na kwa ushirikiano. Kwa hiyo kwangu kwangu ni ishu ni, ni, ni kubwa sana kuliko kila siku ukawa natafuta watu wa kushuti nao. Kwa hiyo kwa hiyo, yeah, najivunia hilo. Pia wako ambao pengine wanaweza kuwa wanaangalia kwa, kwa jicho la tofauti sana na kuna wengine labda wanaonea wivu E, lakini pia nao kuna wengine wanatamani nao pia wana mahusiano imara kama ya kwako Ngosha e, unawapa elimu gani? ah, maombi. Mahusiano yana changamoto sana, kwa sababu Tanzania hii mabeki kibao, watu wanazuia sana kuliko, kuliko kusaidia. Kwa hiyo muda mwingi mnapata mashambulizi ya, kuna watu watanifuata mimi kumshambulia mwenzangu, kuna watu watamfuata yeye kumshambulia mimi. Kwa hiyo mashambulizi ni mengi, kikubwa tu ni dua, Mungu atusaidie tuweze kufika. Yaani ukiona tumefeli ujue mashambulizi yalikuwa yametuzidi, lakini tunamwamini Mungu, hatuwezi kufeli. Mashambulizi ni mengi sana. Kwa hiyo kwa bongo hii ukiona mahusiano ya watu yako ya, ya, ya, yako viral na, yanadumu. Ya, ni swala la kumwomba Mungu. Yaani ni kazi kweli kweli. Naona okay. Eh, mambo yameka sana sijui natetemeka. So Melody, uh, mimi nikua taka nikuulize swali kwa sababu wewe na Ngosha kapo yenu imekuwa imara sana na wengi wanasifia e, na tunaona kwenye mitandao, baadhi ya mahusiano mengi au ya watu ambao ni maarufu huwa yanakutanaga yana, yana, yana, na vikwazo vikubwa sana lakini kwa upande uh, wenu naona kama ngome ni nzito sana, kuna siri gani inayoendelea Melody? Hebu tupitishe hapo. Tunapendana, tunaheshimiana, tunaambiana ukweli kwa hiyo hivyo ukweli una namna gani, hu ambao mnaambiana kila kitu, yani sio ukweli? Wewe unani kwa nini unaniuliza o swali jamani? Unataka kujua ukweli upi? Ukweli wa kila kitu, hali unayopitia yani, ukweli kuhusu kila kitu, everything in general okay. kwa maana hiyo kuna akina dada ambao wanakutazama Melody. hmm. E, nao pia wanatamani mahusiano yao imara. Unatumia mbinu gani kuimarisha mahusiano yako? Ah, sisi tunapendana tu, ni Mungu Mungu yuko na sisi Tunamtanguliza Mungu kwa kila kitu, so ni Mungu. unawaambiaje sasa kina dada ambao wanamtazama Melody nao pia wanatamani wana mahusiano kama ya Melodi? hey. ya, ya, ya zawadi kuambatana pamoja eh. maana si rahisi kwa watu wote. Wa, waache tamaa <laughs> waache tamaa, na unajua mahusiano sio kitu simple, si ndio? alafu siku hizi wa dada unakuta, ah, mimi nataka mwanaume wa namna hii, mimi nataka mwanaume wa namna hii, mimi nataka mwanaume wa namna hii, lakini mimi ninachojua, ukipata mtu sasa unataka mbaba, wanataka baba. Mimi ni mbaba wa baadaye <laughs> au ni kijana mwenye tabia za mbaba <laughs> <laughs> watulie tu yani, wakiwa wanataka mahusiano wao wana yani, mtu ukifanya maamuzi kwamba nataka kwenye mahusiano, amua give it all in basi achana na yale mambo ya mimi mwanaume wa namna hii simtaki, mimi mwanaume wa hivi simtaki, yani hivyo. Lakini sijui sina si, cha kushauri bana, watajua wenyewe, watajua wenyewe. Uone huruma wenzio, amna, mimi niko sawa, kwa watajua wenyewe. Mtu labda angedadisi ange, kwa undani nini kilikuvutia kwa Ngosha? Kilichonivutia siwezi kukisema. Unataka nikisema hili aka <tipa> <Yaman, yaman. tipa> Ah, Ngosha, mm. Mara mwisho tuliongea mambo mengi sana, yes. Eh, lakini so far mimi naamini wewe eh, ni, ni, ni mzee wa kutoa elimu eh, so huu ni mwezi wa malavidavi, mwezi wa upendo, mm. Huu mwezi huu na jukwaa hili unalitumia vipi sasa kwa upande wako, hususani katika kutoa elimu kwa vijana sasa mambo ya mahusiano, kwa sababu unajua hilo ndo changamoto kubwa sana, watu wanapigwa, watu wanajengea watu lakini wanakanwa na nini? Uh, tunatakiwa tuwe miezi yote sisi ni ya upendo na miezi yote ni ya mahusiano. Haiwezi uh, kuwa mnapendana mwezi wa, mwezi wa pili tu au tarehe yeah, kumi na nne tu. Kwa hiyo uh, hii ilikuwa ni sehemu ya hizi siku, ni sehemu za watu kuamsha upendo wao ambao upendo wao ni wa kudownload. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tunapendana kila mwezi na tunapendana kila siku. Yaani, sisi kila siku ni tarehe 14 mwezi wa pili. Kwa hiyo watu wapendane, waelewane, narudia tena pendaneni leo, acheneni na jana na kesho. Hivyo tu, ukipenda leo vitu vyote vinawezekana. Lakini ukianza kunaka, si unampenda mtu kwa tahadhari, atakuja kuniacha, hamna mahali mtaenda. Kuna kuna ambao wanasema kwamba ah, wale naona wanadumu kwa sababu kila mmoja anas, anashika simu yake. Yani kwamba wezi kugusa simu ya Melody na Melody wezi kugusa simu. Ni kweli wangu simu yake inayo mfukoni hapa sasa hivi yeah. Yeah, hapa ni simu yake. Sawa. na simu yake nyingine naangalia, alikuwa ananiangalia, nimemkuta, tumemkuta anaangalia, lakini alikuwa, mkuta, tu, angalia, alikuwa e, na, sikuwepo. Sikuwepo. za, za password za benki miamara yote nijua, sio, sio naijua na, yani, mimi najua yake naye anajua yangu, kawaida tu hawezi kuiba hivi uje kukuta message za tofauti ambazo kaza na ukakasi kwenye simu ya Melody. Mimi siwezi kuachana na mpenzi wangu sababu message, message unaweza kumwandikia message ukamwambia, jana umenifurahisha sana na ikawa sio kweli. No ya yaani, ukishaanza kumchunguza mtu umpende, upendo upo kwenye kuchunguza, maana yake umeanza kutafuta tatizo. Sisi binadamu wote tuna weakness. Kwa hiyo ukianza kutafuta tatizo, maana yake umeanza kumchoka mtu. Unaona watu watafutaga matatizo mwanzo wa mahusiano, wanafutaga matatizo katikati ya mahusiano au mwishoni. Kwa hiyo ukishaanza kuona mtu anakutafuta ana, ana, ana, ana, ana kudadisi, maana yake tayari upendo umeisha. Upendo unastiri wingi wa dhambi, wanaosoma Biblia wananielewa. Yani hata Mungu anatupenda, kuna dhambi Mungu hazioni kwa sababu ya upendo, sio kwa sababu si ni watakatifu yeah. Kwa hiyo upendo unastiri wingi wa dhambi. Hivi unafikiri Ngosha, unasema hii kauli kwamba watu wanakuwa wanachunguzana eh, katikati ya mahusiano, sio mwanzoni. Unafikiri kwa nini wanafikia situation hiyo katikati mahusiano? Na misimu mitatu, hmm, kwanza msimu wa wanasema kama shamba, yani kuna kuandaa shamba, kuna kulima shamba, kuna kupanda na kuvuna. Nipo kwenye msimu upi? Nipo kwenye msimu upi eh? Tunavuna sio, tunavuna mavuno wao <laughs> tuko kwenye mavuno ya yeah, mimi lakini. Unarizika na majibu ya ngosha eh, jamani, auni niko sawa Hmm. adkasmkwa <laughs> So, so, kazi zako Ngosha hizi za kuzunguka kushuti mamuvi manini hivi labda katuki umefunga kambi mwezi mzima ishatukei au wiki mbili kadhaa, labda ujana naye aiwe sasa. Kwa hapa hapa mjini, si gari lipo, chukua gari, njoo nakuja, unamtembelea kama ni mkoani au mnapatana pamoja. hey, si mzigo upo nenda naye. Eh, hey, kama kuna nafasi ya kwenda naye labda hana shughuli nyingine, nenda naye. Hamna shida. ebu, ebu, ebu Ngosha, kula kiapo mbele ya watazamaji kwamba mambo haya yatadumu milele na milele. mambo haya yatadumu kwa uwezo wa Mungu. Unajua, so, mjini watu wana nguvu ta katumia nguvu kuvuruga mahusiano wenu, uko tayari kwa hilo? Sijui, ni nisema kwa nguvu za Mungu, kama wanamzidi Mungu sawa, lakini kwa mapenzi ya Mungu tutadumu. Yeah, si naishi kwa nguvu za Mungu, sio kwa nguvu za watu, hmm. Nisha narudia tena, mtu mwenye tamaa hata ufanye nini hauwezi kuzuia tamaa yake. Wewe utampa gari, mtu atampa gari na nyumba. Wewe utampa gari na nyumba, mtu atampa kampuni. Wewe utamjengea Tanzania, mtu atamjengea Marekani. Kwa hiyo kama ana tamaa, hatulizika kwa sababu utajiri kila siku unazidiana, leo utajiri anakuwa huyu, kesho utajiri anakuwa yule. Kwa hiyo kikubwa tu ni upendo, lakini kusema kwamba tamaa hazina ishu. Basi Ngosha, tumalize na Melody jukwaa hili eh. Melody una nini cha kuambia akina dada, hususani ambao wako kwenye mahusiano? Nini wafanye ili mahusiano yao yazidi kudumu, kama ya kwako na Ngosha, kwa sababu jamani, mm. inachoma sana. Wasali sana, wamtangulize Mungu katika kila kitu, na kwenye mahusiano kugombana kupo lakini ni vema kutumia hekima. Kuna mda unaweza ukaongea kitu ambacho kikakukost maisha yako yote, kwa hiyo wakiwa kwenye asira waangalie vitu vya kutamka na wamtangulize Mungu sana. Basi ndo hicho tu, mimi sina la ziada mpaka hapo. Ndugu yangu, maneno mazito ya, ya, umefundishwa kuongea vipi? Hapana, hapana, anaongea anaongea vitu ambavyo vinatoka kwenye moyo wake. Anaonyesha vitu ambavyo vinatoka kwenye moyo wake. Basi bado nashukuru sana. Shukrani no, sana. Asante sana. Asante.